Sawa, mwanamke always anataka kukuuliza maswali yaani, kama vile ambavyo unakuaga na mtoto mdogo anavouliza maswali. Umeshika simu anakuuliza, hiyo nini? Naambia simu ya nini? Atakuuliza maswali mengi. Ndio hivyo hivyo mwanamke yupo, na wakati mwingine mwanamke huwa anaulizaga maswali ambayo anajua majibu yake. Kwa hiyo lazima uwe makini sana namna unavyojibu. Alafu sasa, kwa bahati mbaya sana, mwanamke ni mtu mwenye kumbukumbu kumbu kuliko kawaida. Kwa hiyo jitahidi sana unapomdanganya ukiamua kumdanganya, uwe na kumbukumbu ulidanganyaje. Labda anaweza akakuuliza swali, anajua kabisa ulimjibu nini jana, alafu leo anakuuliza tena hivi, e, hiki ni kitu gani? <laughs> unajibu tofauti na ulivyojibu jana, anambia ah, okay, okay, okay. Sawa, tayari ameshaweka question mark. Akishaweka question mark, maisha yenu ni magumu sana. Ndio maana nimekueleza, nimesema matumizi ya akili ni kitu cha maana kuliko kawaida na akili tunazozisema hapa sio za darasani. Unaweza ukawa huko wa kwanza darasani, lakini kwenye ndoa zero kabisa. Akili ya ndoa ni akili inayotoka kwa Mungu mwenyewe, kwa sababu Mungu ndio aliyeanzisha ndoa na ndo aliyeweka huo utaratibu kwamba ishi naye kwa akili. Kwa hiyo usineglect matumizi ya akili, muombe Mungu kwenye hili eneo kwamba, Mungu naomba unisaidie.